Jeshi la polisi limewakamata watu 14 kwa tuma mbalimbali mbali za makosa jinai, ya jinai au kujihusisha na makosa mbalimbali ya jinai ikiwepo makosa ya kujihusisha na vitendo vya kubaka, kupatikana na pombe haramu za moshi na magongo, lakini na kupatikana na mali za wizi katika matukio ya uvunjaji, uh, kupatikana na mimea idhaniwayo kuwa dawa za kulevya aina uh, ya bangi, pamoja na matukio ya mauaji. Ka, katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wetu wa Mtwara uh, ni kwamba linamshikilia Wales Gerard, miaka 45, mkazi wa kijiji cha Makarango kilicho katika wilaya ya Masasi uh, mkoa wa, wa Mtwara kwa tuhuma za mauaji ya marehemu alikuwa anaitwa Daniel Lafer Ruben ambaye alikuwa na miaka 48 na uh, mtuhumiwa l kutekeleza kitendo hicho cha mauaji Machi 18, 2025, uh, kwa kumchoma marehemu na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake, uh, na kumkata sehemu mbalimbali za siri au sehemu za uume na kumsababisha majeraha yaliyopelekea kifo chake huyo marehemu. Chanzo cha mauaji hayo ni baada ya mtuhumiwa kumtuhumu marehemu kuwa Uh, alikuwa akimwibia mali zake au vitu mbalimbali nyumbani kwake marehemu. Na mtuhumiwa walikuwa wakiishi nyumba moja na walikuwa wakishirikiana katika shughuli mbalimbali za kujipatia kipato. Aidha, ndugu uh, Huseni Mfaume Ali miaka 35 mkazi wa wilaya ya Newala mkoa uh, uh, wa Mtwara anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wetu wa Mtwara kwa tuhuma za mauaji pia ya Bushiri Rashidi Katambo mwenye mwenye umri wa miaka 78. Mtuhumiwa alitekeleza kitendo hicho cha mauaji tarehe e, Machi 25, Machi 25, 2025. akiwa nyumbani kwa marehemu kwa kumpiga na kitu butu kichwani na kumsababishia majeraha aliyopelekea uh, kifo chake huyo marehemu kisha kuchukua mwili wa marehemu na kudumbukiza katika kisima cha maji ambacho kipo katika nyumba aliyokuwa akiishi marehemu. Uh, kupitia pia misako na operesheni mbalimbali ya jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Mtwara, uh, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wengine saba wakiwa na jumla ya lita 48 za pombe haramu ya moshi au ugongo, ambapo mtuhumiwa mmoja alikamatwa na kupatikana na mimea eh, idhaniwayo kuwa dawa za kulevya aina ya bangi katika shamba lake. Huyu mtuhumiwa alikuwa amepanda eh, hii mimea ya bangi eh, katika shamba lake ambayo ilikuwa amechanganya na mazao mengine ya ufuta na eh, na hatimaye eh, tupata taarifa jeshi la polisi na tukaweza kumkamata na hatimaye kumfikisha mahakamani. Vile vile watuhumiwa makosa hayo walifikishwa mahakamani, baadhi walihukumiwa na wengine kesi zao ziko katika hatua mbalimbali e, za kusikilizwa mahakamani. Vile vile jeshi la polisi, kuna mafanikio ambayo tumeyapata mahakamani, na tungependa pia tuwaambie wananchi e, wasio wao wanajua kwamba tunapowakamata watuhumiwa hao kwa makosa ambayo wanatuhumiwa e, ni vyema pia wakapata taarifa za, za hukumu ama, uh, matokeo ama ya kesi hizo mahakamani. E, vile vile katika mafanikio ya mahakamani ni kwamba tarehe 16 mwezi wa nne 2025, e, katika mahakama ya wilaya ya Nanyumbu iliyo katika mkoa wa Mtwara ilimhukumu e, kifungo cha miaka 30 jela e, ndugu Amina, mtuhumiwa anaitwa Amina Musa lazima, mwenye miaka 47 na ni mkazi wa kijiji cha chig, Michiga kilicho katika wilaya ya Nanyumbu kwa kosa kupatikana mimea mia moja na ishirini za dawa kwa za kulevya aina ya bangi na, na kwamba jeshi la polisi ilipata taarifa kwa msiri eh, kuwa kuhusiana na kuwepo kwa eh, mimea hiyo ya dawa za kulevya ambayo kimsingi alikuwa amepanda katika shamba lake na hatimaye tuliweza kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyo na kufisha mahakamani ambapo aliweza kutiwa tiani kwa kufungwa miaka thelathini jela uh, na kimsingi ni kwamba huyo mtuhumiwa alikiri kumiliki shamba hilo na mimea hiyo kuipanda kwa lengo la kujipatia kipato. Lakini vile vile jeshi la polisi mkoa wa Mtwara limeendelea kuwasisitiza wananchi kuwa jukumu la malezi e, na ulinzi wa mtoto ni la kila mmoja na sio la serikali peke yake. Hata hivyo, wazazi wanakumbushwa kuzingatia mienendo ya watoto pamoja na usalama wao vile vile ena kutoa wito ama kutoa lai kwa wananchi hususan katika mkoa wa Mtwara, jeshi la polisi kwamba kutafuta njia sahihi za kumaliza tofauti zao za kutatua migogoro, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na taasisi zenye mamlaka ya kisheria kama tulivyoona hapa matukio mauaji. E, ni kwamba kama kuna changamoto za aina yote e, inapaswa hawa e, wananchi waweze kuchukua hatua za ku tatua migogoro aliyokuwa nayo katika jamii e, bila kuleta athari ya kuleta madhara kwa kwa mtu mwingine na kusababisha mauaji. Lakini bado ni sema jeshi la polisi mkoa wa Mtwara e, hali ya mkoa wetu ni shwari, ni salama kabisa. Wananchi wanaendelea kufanya shughuli zao bila kuwa na wasiwasi, wakitegemea kwamba jeshi la polisi lipo na vyombo vingine vya usalama. Pamoja tunashirikiana na wananchi katika kupeana taarifa na, na kuweza kuzitatua changamoto mbalimbali za kiuhalifu. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.